Watu wasiopungua thelathini na wanane wameuawa na wengine mia moja na wawili kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani katika bandari ya mafuta ya Ras Isa nchini Yemen, kwa mujibu wa kituo cha televisheni kinachohusiana na wanamgambo wa Huthi, Al Masira. Kituo hicho kiliripoti kuwa mashambulizi hayo yaliyotekelezwa Alhamisi yalilenga bandari hiyo muhimu ya mafuta iliyoko katika mkoa wa Hodeida na alijumuisha mashambulizi kadhaa wakati wa wafanyakazi walikuwa kazini. Kituo cha jeshi la Marekani CENTCOM kilisema kuwa lengo la mashambulizi hayo lilikuwa ni kudhoofisha uwezo wa kifedha wa wanamgambo wa wahuthi ambao wanaendeleza mateso kwa raia wenzao. Hili lilikuwa jaribio la kuondoa vyanzo vya uchumi vinavyotegemewa na wahuthi katika kuendesha operesheni zao, ilisema CENTCOM kupitia chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii. Mwandishi wa Aljazira Muhamad al Atab ameripoti kutoka Sanaa kuwa hayo yalikuwa ya ghafla na yalilenga wafanyakazi waliokuwa kazini wakiwemo madereva wa malori waliokuwa wakifanya shughuli zao katika eneo la bandari. Ras Isa ni moja ya bandari tatu muhimu nchini Yemen ambapo asilimia sabini ya bidhaa zinazoingizwa nchini humo pamoja na asilimia themanini ya misaada ya kibinadamu kupitia kupitia bandari ya Ras Isa, Hodeida na As Salif. Video zilizosambazwa na Almasira kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha milipuko mikubwa ikimulika anga ya usiku katika bandari ya Ras Isa pamoja na vifusi, moto na miili ya raia waliouawa. Katika taarifa yake, afisa wa Houthi Mohamed Nasal Al-Atifi alisema kuwa uhalifu wa adui wa Kimarekani hautawazuia watu wa Yemen kuendelea kuiunga mkono Gaza, bali utazidisha moyo na kusimama imara na ustahimilivu. Mashambulizi haya ni kati ya mashambulizi makubwa zaidi ya Marekani dhidi ya Wahuthi tangu Rais Donald Trump arudi madarakani Januari mwaka huu. Mnamo Machi, mashambulizi ya anga yaliyodumu kwa siku mbili yaliwaua watu zaidi ya 50 kwa mujibu wa maafisa Wahuthi. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP limesema Ras Isa ni kituo muhimu kisichoweza kubadilishwa kwa usafirishaji wa mafuta nchini Yemen. Mashambulizi haya pia yamekuja saa chache kabla ya jeshi la Israel kutangaza kuwa limezuia kombora lililorushwa kutoka Yemen, huku taarifa zikionyesha kuwa Wahuthi wamekuwa wakitekeleza mashambulizi zaidi ya 100 dhidi ya meli zinazohusishwa na Israel tangu Novemba 2023. Marekani imesisitiza kuwa itaendelea na mashambulizi hadi wahuthi watakapositisha mashambulizi yao dhidi ya usafirishaji wa bidhaa katika Bahari ya Shamu. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 nane moja tatu.